Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwalika rais wa Marekani Donald Trump kuzuru Ukraine kabla ya kufikiwa na makubaliano yoyote ya amani na Urusi. Tafadhali, kabla ya maamuzi yoyote au mazungumzo yoyote njoo uone watu, raia, wanajeshi, hospitali, makanisa, watoto waliouawa au kujeruhiwa, amesema Zelensky katika mahojiano na kipindi cha 60 Minutes cha CBS yaliyorekodiwa kabla ya shambulio la Jumapili kwenye mji wa Sumy. Shambulio hilo la kombora la Urusi lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 34 wakiwemo watoto wawili na kuwajeruhi wengine 117 likiwa tukio lenye vifo kubwa zaidi kwa raia mwaka huu nchini Ukraine. Rais Trump ambaye serikali yake inaongoza juhudi za mazungumzo ya kusitisha vita alielezea shambulio hilo kama jambo la kutisha bila kutoa maelezo zaidi. Viongozi wa kimataifa walitoa matamko makali. Kansela ajaye wa Ujerumani Friedrich Mels alilitaja tukio hilo kama jinai kubwa ya kivita. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa aliishutumu Urusi kwa kupuuza maisha ya binadamu, sheria za kimataifa na juhudi za kidiplomasia za Rais Trump. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alilielezea shambulio hilo kama kitendo cha kinyama na kusisitiza kuwa Urusi bado ni mvamizi. Naye Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia walitaka hatua madhubuti zichukuliwe kuilazimisha Urusi kukubali sitisho la vita. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu yao yanakiuka sheria ya kimataifa na yalihitaji kusitishwa mara moja. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, karibu watu milioni saba wa Ukraine sasa wanaishi kama wakimbizi, huku mamia ya maelfu